Licha ya tatizo la mimba katika shule za sekondari nchini kuharibu maisha ya baadaye ya wasichana wanaopata ujauzito katika umri mdogo, lakini pia bado ufumbuzi wa changamoto hiyo ni mgumu. Kwa mujibu wa kanuni za wizara ya elimu, mwanafunzi anayepata ujauzito huachishwa masomo, adhabu ambayo inatazamwa na wengine kuwa inamwadhibu mhusika kwa maisha yake yote. Katika wilaya ya Ulanga huko mkoani Morogoro, tatizo hilo ni kubwa na uongozi wa serikali wilani humo unatafuta mbinu za kukabiliana nalo. Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita wasichana zaidi ya 60 walipata ujauzito na wote hao wameachishwa masomo. Timu ya Star TV ilipiga kambi hivi karibuni katika wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro na kuandaa taarifa ifuatayo inayowasilishwa na Kasilda Mlimila. Shule ya sekondari Kipingu katika mji mdogo wa Malinyi, wilaya ya Ulanga, mkoani Morogoro tatizo la mimba miongoni mwa wanafunzi ni tishio. Kwa mwaka 2014 pekee, idadi ya wenye mimba ilikuwa nane kati ya wasichana mia tatu. Maisha ya wasichana hawa yameharamiwa kutokana na matukio haya na waliowapa mimba wamewakimbia. Hawaruhusiwi kurejea shule na hivyo kubaki nyumbani wakisaidia familia zao. Sauda Muhumba ana umri wa miaka 16, alijifungua mwaka jana na ana majukumu ya ulezi bora kwa binti yake. A, maisha yangu <coughs> ikopo <niliko pina waza. tos> nije kuja kuwasaidia wazazi wangu, nipate kazi, niwe hata nesi, niwasaidia wazazi wangu, lakini sasa ndoto yangu naona imefutika. Kwa kanuni za wizara ya elimu, wasichana kama Sauda hawaruhusiwi kuendelea na masomo. Ni adhabu wanayoipata, hata kama watoto wao wamekuwa na wanaweza kulelewa na wazazi. Mimi nilikuwepo, naomba, yani ifanyike sheria, sisi wasichana tuweze kurudi shule sisi wasichana tunakumbana na vishawishi vingi. Kwa mfano, mimi leo kama nitarudi shule nitasoma kwa bidii sana. Sasa sitofanya tena upumbavu. Wote ula kishawishi oh, chochote sitadangani. Sababu nimepita kwenye vikwazo vingi. Baba leo nimesikia tu ai. Kama hiyo swali litakuwa vile mimi nakurudi shule nitafurahi. Baba yake Sauda pia ameathiriwa na hatima ya mwanaye, ndoto zake zimeparanganyika. Binti yangu alipata mimba. Alipopata mimba, ilibidi niende shuleni kwa headmaster, kwamba binti yangu amepata mimba, na headmaster akanieleza kwamba binti au mwanafunzi akishapata mimba, maana yake hawezi kuwa tena mwanafunzi. Kwa hiyo nikajaribu kumwomba, ili niweze kupata ushauri wowote, ikashindikana. Ilibidi binti arudi nyumbani na mimi nirudi. Siku iliyofuata nikaenda tena, akaniambia bwana he? Swala ndo hilo kwamba mtoto akishapata mimba uwezekano tena haupo, lakini nikawa bado kilio changu, kwa sababu mimi mwenye binafsi sijasoma, alafu isitoshe nina watoto wawili, mmoja kidogo siyo mzuri na jicho langu, namtegemea hasa hasa ndo huyo ambayo aliyopata mimba lakini kwa sababu sheria imeshashindikana basi nilishindwa, lakini uchungu mkubwa sana napata kwa sababu mimi sikusoma na nilimpeleka shule yeye ili anisaidie mimi pamoja na yeye ili aweze kupata elimu asiwe mjinga kama mimi baba yake. Hatima ya wasichana hawa inawatia hofu pia wazazi ambao mara nyingi huwekeza kwao kwa faida ya baadaye. So, Stephen Mwanyika ni mkuu wa shule ya sekondari Kipingu. Matatizo yanayotokana na wasichana hawa kuwa na majukumu ya kuwalea watoto baada ya kufukuzwa shule ana uzoefu nayo. Mimi kama mkuu wa shule kwa kweli sina mamlaka ya kuwarudisha hawa wanafunzi ambao wamepata ujauzito baada ya kujifungua shuleni, kwa sababu kulingana na taratibu na kanuni za wizara ya elimu, mwanafunzi akishapata ujauzito manake amepoteza moja kwa moja sifa za kuwa ni mwana, kuwa mwanafunzi. kwa hivyo, kwa hivyo kweli mimi mwenyewe binafsi inaniuma ninapowaona hupo mtaani wanahangaika baada ya kujifungua, lakini sina mamlaka. Baina Maganga ana binti yake aliyefukuzwa shule. Anahuzunika kila akikumbuka hali ilivyokuwa binti yake alipopata ujauzito, baada ya kunieleza kwamba mama, siku zangu sizioni. Nikamuuliza toka lini? Sema yaani sahivi sasa kama miezi miwili. Na nikasema sasa kama hivi, twende hospitalini kakuchunguze Mtoto anaenda kaomba kwanza ruhusa, akaenda kaomba ruhusa akarudi, fika hapo kasema mama, twendi. Tukaenda mpaka fika pale, akapimwa mkojo wa, wa uzito, ujauzito, wakapatikana, sema bwana, mtoto wako ana mimba. Uzoefu wa Antonia ni uthibitisho wa hali halisi ya mimba za wasichana shuleni Kipingo alishawishiwa kimapenzi na mwanaume mtu mzima ambaye hata hivyo alitoweka baada ya ujauzito kujulikana. Ipo kwa ajili ya matatizo anaumwa, kwa hiyo nikuwa asomeshwa mama yangu. Mama mwenyewe alikuwa ndio hivyo, anaangaika tu, alikuwa anashindwa kufanya kwa sababu nasoma, na mi mwenyewe nikuwa asoma kiumugumu hivo hivo, nitafanyeje? Kwa sababu ndio hivyo dizi ilivyo. nini kwamba msaada angalau nuntu shule mjini Mahenge, makao makuu ya wilaya ya Ulanga. Mkuu wa wilaya Kristina Mdemu anaguswa na tatizo la mimba za utotoni kila anapopata muda kuzungumza na wanafunzi wa kike kuhusu suala hili, mwanaume akufuata, mwambieje? Niache nisome. Akuache usome. Kama kiongozi na kama mzazi Hawa mabinti wamekatishwa ndoto zao za maisha kwa tatizo la mimba mashuleni, hawafiki ndoto zao. Inasikitisha na inaumiza sana na kuhuzunisha, lakini kama serikali tumekuwa tukichukua tatua mbalimbali za kuelimisha wazazi, kujenga hosteli, lakini hazitoshi kutoa chakula mashuleni na kuwakamata watu ambao wanakatisha masomo yao hawa vijana, lakini tunaomba msaada bado kwa sababu natoa wito na ombi langu kwa wadau mbalimbali walioko ndani na nje ya nchi watusaidie kutujasaidia kujenga hosteli kwa ajili ya kuweka mabinti mashuleni na vilevile vile tuna mpango wa kujenga senta moja tuwakusanya wale mabinti kwa hiyo mtu yoyote mwenye uwezo shirika lolote au kampuni yoyote tunamkaribisha atusaidie kujenga shule maalum kwa watoto wenye ujauzito turejee malinyi mkuu wa shule Mwanyika anaona suala hili linahitaji mkakati. Kwa ushauri wangu, nilifikiri kwamba wanafunzi hawa wakajengewa hosteli, wakae hosteli ili swala la mimba liweze kwa, kupungua. Na kwa mwaka elfu mbili na kumi, ujenzi wa hosteli ulianza kwa nguvu ya serikali. E, kama ambavyo tunaweza tukaona ujenzi mpaka sasa hivi bado unaendelea kusuasua. Kwa kweli linanipa shida shida kubwa sana katika namna uendeshaji wa shule, kwa sababu wasichana wanapokuwa wanapata mimba, maana yake wanashindwa kutimiza malengo yao. Juhudi zinahitajika ili kupunguza idadi ya wanaopata ujauzito katika umri mdogo hapa nchini. Elimu itolewe zaidi na mazingira yaboreshwe ili kuwawezesha wasichana hawa kuwa na maisha bora, wao na familia zao.